Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Zedee Media? Ni matumani yangu kwa ni mzima sana. Nazidi kuenjoy time hii hapa. Kwanza kabisa, ni mzima kabisa nichukue nafasi hii kushukuru ambaye tayari umejiunga na sisi, uh, umekuwa mwanafamilia wa Zedee Media. Asante sana. Lakini kama ni mgeni ambaye bado hujajiunga na sisi, hujachelewa. Kwanza kabisa, like video hii kupata habari na matukio mbalimbali mbali. Sasa twende kazi. Stori ya leo bwana, inamhusu Nandy. Nandy ni msanii ambaye anafanya vizuri sana kwenye mziki wa Bongo Flava, lakini pia ameolewa na Bilnass, naye ni msanii ambaye anafanya vizuri sana kwenye mziki huu wa Bongo Flava. Ni wasanii ambao wamefanikiwa sana kwenye mziki huu, hilo linafahamika. Nandy pamoja na Bilnass ni mtu na mke wake, kwa hivyo ni kitu ambacho Ah, kimefurahisha wengi kuona kwamba wameoana lakini pia bado mziki unaendelea vizuri na hawajatetereka hata kidogo. Sasa juzi bwana Nandy kwenye lebo yake ya The African Princess aliweza kutangaza kwamba atakuwa hamsimamii tena Yammy kama msanii wake, kwamba Yammy kwa sasa atakuwa na management nyingine ambayo atakuwa anafanya nayo kazi, atakuwa sio chini ya msanii Nandy au sio? Hilo alitangaza na kusema kwamba uh, ni kwa amani tu, wala hamna ugomvi, ni kwamba sasa hivi Yammy ameamua uh, kuwa na management nyingine, na hiyo ni nzuri sana kwake kwa sababu amekuwa kimziki na Nandy anasema kwamba yeye anafanya biashara ya mziki, kwa hivyo alichoamua ni kwamba kukubaliana na kile ambacho kimetokea. Sasa stori zimekuwa ni nyingi sana, kwa sababu hapo awali kulikuwa na stori kwamba Yammy pamoja na Bilnass kama wanamzunguka hivi Nandi yani kama taa inazimwa kwa upande wa pili, kitu ambacho watu wengi walikuwa wanakizungumza hapo awali na ilivyopelekea Yami kutokuwa tena msanii wa Nandi. Hilo limesababisha watu tena kuendelea kuongea zaidi, wakisema kwamba ni kwa sababu ya yale ambayo yamekuwa yakiendelea, huenda Nandi amegundua kwamba huenda mume wake anazunguka uh, upande wa nyuma, anaenda kwa Yami na vitu kama hizo. Stori zimekuwa ni nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii sasa. Bwana leo bwana mzizi wa fitina na uwazi ameuweka Nandi mwenyewe pamoja na Bilnasi baada ya Juma Lokole kuweza kumpigia simu Nandi na kuweza kuongea naye vitu vingi, lakini pia kikubwa zaidi ambacho alimpigia Juma Lokole, kama jinsi ambavyo tunamfahamu, alimpigia kwa sababu ya kumuuliza hayo ambayo imekuwa ya kitrend kwenye mitandao ya kijamii kwamba bwana huenda uh, watu sasa wanaamini kile ambacho kilitokea au ambacho kilikuwa kinazungumziwa kwamba huenda Bilnasi anakuzunguka, na ndo maana Yammy tena sio msanii wako, labda umeamua kumfukuza na vitu kama hizo. Sasa Nandy amejibu majibu na kusema kwamba hapana, sio kweli, yeye bwana pamoja na msanii Yammy wameishi vizuri sana na anasema kwamba Yammy ni msanii ambaye anaheshima sana, na ameishi naye kama ameishi na mdogo wake, na anamheshimu sana ile kina manoma, lakini pia wanaishi kama familia, na anasema kwamba swala la yeye kutoka kwenye lebo yake ni kwamba ni mipango tu ya kazi, na kazi ikifanyika vizuri, basi lazima kuwe na mafanikio na matokeo ya kile ambacho amekifanya. Anasema kwamba kwa sasa Yammy amepata watu ambao watamsimamia zaidi na afike mbali zaidi, hawezi kumshikilia uh, na vitu kama hizo, kwa sababu yeye anafanya biashara ya mziki. Kwa hivyo hawezi kumshikilia Yammy, uh, siku zote lazima Yammy naye apige hatua, awe mkubwa kama jinsi ambavyo alivyo Nandy. Kwa hivyo Yammy kutoka kwenye lebo ya The African Princess ni kwa sababu Nandi anahitaji Yami na yafike sehemu fulani ambayo itamsababisha awe msanii mzuri mkubwa atakae kuwa na mafanikio makubwa na vitu kama hizo. Kwa hivyo kitu ambacho kinasemekana kwamba huenda Yami alikuwa anamzunguka Nandi upande wa pili na kutana na Bilnas, sio, si kweli. Anasema kwamba ni stori tu ambazo watu wanazitengeneza na kuzizungumzia, lakini yeye pamoja na Yami wako vizuri, lakini pia yeye na mme wake wako vizuri na wanapendana ile kinamanoma. Moja kati ya stori ambayo imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kukudhibitishia hilo nimekuwekea ka klipu kidogo ka zile voice ambazo wamezungumza Nandy pamoja na Juma uh Lokole, lakini pia Bilnass akajibu na kusema kwamba kama watu wanapewa mitano tena, kama jinsi ambavyo watu wanasema kwamba Rais Samia mitano tena, basi yeye pamoja na mke wake milele tena yaani, hawachani hata kidogo, na wanapendana ile kina manoma. Sikiliza hii hapa alafu mwisho wa siku udondosha maoni yako kwa kulike video hii, kushare lakini pia kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ikengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa akupata habari pamoja na matukio mbalimbali mbalimbali. Mungu mm. awepushilie mbali mm. <laughs> Kwa heri mimi na mke wangu milele tena, yani tukifa tunaonana mbinguni milele tena. Asante, nimependa hiyo.